Habari mwanafamilia wa The Catalog. Karibu tena kwenye kipindi kingine cha The Catalog. Leo tutaongelea mikakati ya kuweza kupunguza uzito. Kwamba hata kwenye kupunguza uzito lazima kuwepo na mikakati na vitu vya kuzingatia vya muhimu ili uweze kupungua uzito. Sehemu ya hiyo mikakati ya kwanza kabisa ni namna ya lishe. Na hiyo tulikuwa tumeongea kwenye episode iliyopita ili uweze kupata uelewa zaidi kwenye mambo ya lishe kwenye kupunguza uzito, basi na kusii sana uweze kuangalia ile episodi nyingine ambayo inaonyesha namna ya kuweza kula ili kuweza kupunguza uzito. Kwenye hii mikakati ni vitu vya muhimu sana ya kuweza kuzingatia kwa sababu watu huwa wanahisi ni lishe peke yake au ni lishe na mazoezi tu ndo zinahusika kwa kiwango kikubwa ili mtu aweze kupunguza uzito, lakini naweza nikakwambia kwamba ni zaidi ya hapo kuna mambo mengine ya ziada ambayo ni muhimu yaweze kuzingatiwa ili kuweza kukusaidia wewe kupunguza uzito. Sasa ni mikakati gani hiyo ambayo ni ya muhimu sana ya kufuatilia na kuzingatia ili uweze kupunguza uzito? Mkakati ya kwanza kabisa ni kwamba lengo haitakiwi kuwa ni kupunguza uzito, lengo inatakiwa iwe ni kuwa na afya bora. Kwa hiyo lengo lako unapotaka kufanya program ya kupunguza uzito isiwe tu kwamba mimi nataka kupunguza uzito, lakini lengo lazima iwe kubwa ya kwamba unataka kuwa na afya bora, na ndio maana unataka kupunguza uzito. Kwa nini ninasema hivi? Nimefanya program nyingi za kupunguza uzito na watu, na nilichokuja kugundua watu ambao wamekuja kwangu ambao tayari walishafanya program zingine kwa ajili ya kupunguza uzito, walikuja na changamoto ya kwamba walifanya jitihada za kupunguza uzito na kweli walipungua uzito, lakini baada ya muda ule uzito ukaanza kurudi tena. Na kuna wengine ambao wamefanya program ya kupunguza uzito, uzito ukapungua, lakini ikafika sehemu fulani uzito ukasimamia pale pale, haipungui tena, japokuwa hawajafikia kwenye yale malengo ya afya yao kuwa bora. Sasa tunapokuwa na lengo la kupunguza uzito peke yake, pale kunakuwa kuna changamoto, kwa sababu ukiweza kupunguza uzito, maanake unaweza ukafanya jitihada zozote unazoziweza kwa ajili ya kupunguza uzito, lakini kwenye zile jitihada ulizozifanya, kuna vitu ambavyo huwezi kuendelea kuzifanya maisha yako yote na kama hutoweza kuendelea kuzifanya maisha yako yote, maana ni rahisi kupelekea ule uzito kuweza kurudi. Lakini kama una lengo la kuwa na afya bora, maana tayari utaanza kuweka mikakati endelevu, hata pale utakapomalizana na program ya kupungua uzito, lakini utakuwa bado unaendelea kufanya jitihada za afya yako kuwa bora zaidi. Kwa hiyo wengi ambao walilenga kupungua uzito peke yake mara nyingi wanapungua, lakini baada ya muda uzito narudi lakini waliolenga kuwa na afya bora wengi wameweza kuimarisha afya yao kwa kiwango kikubwa na kuweza kuwasaidia kupunguza uzito na mambo yakaenda vizuri. Kwa hiyo mkakati wa kwanza wa muhimu ni kuhakikisha kwamba lengo isiwe ni kupunguza uzito tu, lakini uwe na lengo kubwa ya kutaka kuboresha na kuimarisha afya yako kwa ujumla. Mkakati namba mbili, na hii huwa nawaambia wagonjwa wengi sana Inabidi ujiandae kupiga hatua kidogo kidogo. Wengi ambao nimefanya nao program ya kutaka kupungua uzito ni watu ambao wanataka wafanikiwe haraka. Anataka ndani ya mwezi apungue kilo saba, kilo nane, kilo kumi; miezi miwili apunguze kilo ishirini; miezi mitatu apunguze kilo arobaini. Kusema kweli, hivyo vitu vinawezekana, lakini kwenye kufanya kwangu program kuna changamoto mbili huwa zinakuja kwenye hiyo hali. Changamoto ya kwanza, watu kukata tamaa mapema. Kwa sababu umeweka malengo ambayo ni makubwa sana ambayo kitaalam inakuwa sio sahihi pale ambapo unakuwa hauzifikii kwa ule muda ambao ulikuwa unatarajia uweze kuzifikia, ni rahisi sana kukata tamaa na kuachana na programu ya kuendelea kupunguza uzito. Kwa hiyo hiyo ni changamoto namba moja, ambao watu wanaojitahidi kupunguza uzito ambao wanaweka malengo makubwa ambayo hayawezi kufikika kitaalam, ni rahisi sana kuweza kukata tamaa. Na hii inatokana na nini? Kitaalam tunasema hivi, mahesabu ya kawaida tunahitaji mtu apungue kilo 0.5 mpaka kila moja kwa wiki. Kwa hiyo ni 0.5 mpaka moja kwa kila wiki ambayo kwa mahesabu ya kawaida tukichukuliwa kwa kiwango kidogo sana cha 0.5 maanake kwa wiki nne, ambayo ni mwezi mzima ni sawa sawa kilo mbili. Na tukienda kwenye limit ya juu ambayo ni kilo moja kwa wiki manake atakuwa ni kilo nne. Kwa hiyo kitaalamu kuna namna ambavyo tunafanya mahesabu kwenye swala la kupunguza uzito na kuweza kuweka yale malengo. Kwa hiyo kiweka malengo ambayo ni makubwa kuliko uwezekano wake wa kutokea ni rahisi sana wewe kuweza kukata tamaa, lakini jambo la pili huwa wanajikuta kwenye hali ya stress, ambayo kwa bahati mbaya pia baadaye inaweza kupelekea waendelee kuongezeka uzito tena, kwa sababu kama nimeweka malengo yangu ya kuweza kupungua uzito, lakini baada ya muda kuangalia yale malengo sijaweza kuyafikia na ninafanya jitihada zote, manake ni rahisi sana mimi kuweza kunipa stress kwamba kwa nini sipungui, lakini mimi nafanya jitihada zote. Kwa hiyo kawaida tunasema hauwezi kuvuka uwezo wa mwili kufanya kitu fulani kwa kawaida. Kwa hiyo kama ni mwili wako ina uwezo wa kupungua kwa, kwa, kwa, kwa namna hiyo basi sio rahisi wewe kuweza kuibadilisha kwa hiyo, lazima tuweke malengo ambayo ni madogo ambayo yanaweza yakafikika, lakini pia yanaweza yakawa yaka endelevu kukusaidia wewe kupunguza uzito. Mkakati namba tatu, ambao ni ya muhimu sana ni swala la mazoezi. Kuna watu ambao kwenye kupunguza kwao uzito huwa wanaona mazoezi kama sio jambo la muhimu sana, lakini nakuhakikishia kwamba unapotaka kupungua uzito, kwa sababu pia tumeweka malengo ya kuwa na afya bora, mazoezi ni kitu cha lazima, sio tu hombi, ni lazima, ila kitakachotofautisha aina ya mazoezi utakayofanya itazingatia zaidi hali yako ya kiafya ikoje. Kwa mfano, kuna yule mtu ambaye labda ana kilo 120, 130, 140, 140. Huyu mtu uweze kumweka kwenye mazoezi aanze kukimbia, sijui aanze kuruka kamba? Kuna aina ya mazoezi ambayo lazima tutamweka, ambayo yanakuwa ni kidogo kidogo, yanakuwa na tija kiafya na kumsaidia kupunguza uzito bila kumletea changamoto zozote za kiafya, kama shida za joints, sijui shida za moyo na mambo kama haya. Kwa hiyo kwa ujumla aina ya mazoezi ambayo utafanya itategemea na hali yako ya kiafya ikoje na uzito wako pia ukoje. Lakini mazoezi ni muhimu sana kutusaidia tuweze kupunguza uzito. Na tafiti zinaonyesha kwamba kwenye mazoezi, cha kwanza, ukiwa unafanya mazoezi inatusaidia kupunguza ukinzani dhidi ya insulin. Na watu wengi ambao wana uzito mkubwa kupitiliza au tunasema obese, wengi wanakuwa na ukinzani dhidi ya insulin ambayo tunasema ni insulin resistance. Sasa unapofanya mazoezi inasaidia zile sel zako za kwenye maso zinakuwa responsive au zinakuwa na utayari wa kuendelea kupokea insulin tena na sasa ile insulin ikaweza kufanya kazi kama ambavyo ilikuwa inaweza kufanya zamani. Kwa hiyo tafiti zinaonyesha kwamba kuna umuhimu sana wewe kufanya mazoezi ili kuweza kukusaidia kupunguza insulin resistance, na mwisho wa siku kukusaidia wewe Weza kupunguza uzito. Kwa hiyo swala la zoezi sio swala la ombi, ni swala la lazima kwa mtu ambaye anataka kupunguza uzito, lakini lazima tuwe na utaratibu muhimu wa kuzingatia, ya kumtengenezea mtu program ya mazoezi kulingana na hali yake ya kiafya na kulingana na uzito wake uko vipi, ili tusije tukamweka kwenye hatari ya kupata changamoto zingine za kiafya wakati anajaribu kupambana na changamoto moja ambayo ni swala la uzito. Jambo lingine au mkakati mwingine ambao ni wa muhimu sana kwenye kupunguza uzito huwa ni usingizi, na ili watu huwa walifahamu, tafiti zinaonyesha kwamba watu ambao wanapata masaa ya kutosha kulala wanapokuwa kwenye programu ya kupunguza uzito, au kawaida tu kwenye maisha yako ya kawaida, unapopata muda mzuri wa kulala, inatusaidia cha kwanza, homoni ya stress au cortisol hormone, iweze kuwa chini ambayo kwa namna moja au nyingine inasaidia wewe kuweza kupunguza uzito. Lakini pili, unapopata muda wa kutosha wa kulala inasaidia sana kwenye kuregulate hormone zako vizuri na kutusaidia wewe kuweza kupunguza uzito, na tafiti zimeenda mbali zikaonyesha kwamba wale watu ambao wanalala masaa machache kuliko kawaida, ambao kawaida tunashauri kuanzia tisa, saba mpaka tisa masaa ya kulala ni saba mpaka tisa na unapopata hayo masaa ya kulala vizuri, basi inatusaidia kwa namna moja au nyingine uzito uweze kupungua, kwa sababu mwili pia inaweza kupata fursa ya kutosha kutoa taka mwili na kujisafisha vizuri na kuondoa vile vitu ambavyo havihitajiki ili mwili uweze kufanya kazi vizuri, na hata pale unapotaka kupungua uzito iweze kupungua vizuri. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kuzingatia swala la usingizi, na kwenye swala la usingizi kuna jambo la mwisho ambayo pia watu huwa walifahamu kuna kitu tunachoita sleep pattern, kwamba utaratibu wako wa kulala kwamba kawaida kitaalam tunatakiwa tuwe na consistent sleep pattern, kwamba labda mimi nalala saa nne na ninaamka saa kumi na moja basi jitahidi ratiba yako iweze kuwa kuanzia saa nne mpaka saa kumi na moja kila siku manake inasaidia kitu ndani ya mwili tunachoita circadian rhythm. Circadian rhythm tunasema ni saa ya ndani ya mwili kwamba mda gani mtu anakuwa analala na mda gani mtu anakuwa anaamka, na unapokuwa na masaa ambayo yanaeleweka ya kulala na ule utaratibu ambao unaeleweka wa kulala, inatusaidia kwa kiwango kikubwa, kwa sababu mwili inakuwa akili na ubongo inakuwa inajitune mda gani iweze kufanya mambo yake, kutoa taka mwili, kuhakikisha mwili unafanya kazi vizuri, na kukusaidia wewe kwa ujumla uweze kupunguza uzito kwao kwenye swala la usingizi ni jambo la muhimu sana, na hapa nimesema masaa ya kutosha ya kulala saba mpaka tisa, lakini pia lazima tuwe na utaratibu unaoeleweka wa kila siku wa kulala muda wako iwe constant, au tunasema consistent sleep pattern. Mkakati wa mwisho ambayo ni muhimu kuzingatia pale unapotaka kupungua uzito tunasema ni ku control stress. Stress, tafiti zimeonyesha kwa kiwango kikubwa kwamba inachangia kwenye swala la kuongezeka uzito, kwa sababu mtu anapokuwa na stress, namna moja au nyingine, itapelekea homoni ya cortisol kuwa juu. Na sio kuwa juu tu, haimaanishi kwamba cortisol ni homoni mbaya. Cortisol ni homoni nzuri, kwa sababu ikitokea changamoto yoyote, kwa mfano umekutana na simba au umekutana na hali yote ya hatari homoni ya cortisol na homoni ya adrenaline hizo zinafanya kazi pamoja kwa ajili ya kukusaidia wewe kufanya maamuzi edha ya kukimbia au kupambana na hiyo hali. Lakini kawaida tunategemea ile hali ya hatari ikishaondoka zile homoni zirudi zikae sawa. Sasa mtu anapokuwa na cortisol homoni juu muda mrefu kwa sababu ya stress ambayo haiishi iko kwa muda mrefu, basi hiyo ndo inakuwa changamoto na hiyo inakupelekea wewe uzito uweze kuongezeka na pale unapofanya jitihada za kuweza kupunguza uzito inakuwa ni changamoto sana. Kwa hiyo ku control stress na kutafuta namna mbalimbali ya kupambana na stress, aidha kumuona mtaalamu wa mambo ya saikolojia au therapist aweze kukusaidia jinsi gani ya kukabiliana na hiyo hali, itakuwa ni vyema zaidi. Na ndio maana tunashauri kwamba ili uweze kupungua uzito vizuri, na stress lazima iwe controlled. Kwa hiyo hayo mambo matano mkakati wake huko hivi, haimaanishi kwamba utachukua moja moja, hapana, kwanzia lishe, tukienda kwenye mazoezi, kwenye kuweka malengo, kwenye kucontrol stress, kwenye kulala, haya mambo yote yanatakiwa yaangaliwe pale unapotaka kufanya program ya kupunguza uzito, na ukiweza kuyazingatia haya niamini kwamba uzito wako utaweza kupungua vizuri, lakini sio tu uzito, mwili wako utaimarika na utaweza kuwa na afya bora zaidi ya ulipokuwa unafikiria zamani kwamba we ulikuwa na mpango tu wa kupunguza uzito, lakini matunda utakayoyapata pale utakapozingatia haya mambo yote, basi utafurahi mwenyewe na na afya yako itaweza kuwa bora zaidi. Naitwa Dr. Eric Jojo Tienu na hii ilikuwa ni The Catalog. Nashukuru sana Gavo Media kuhakikisha kwamba unapata hii episode vizuri. Hapa ndipo elimu ya afya inapatikana, na hapa ndipo tunabadilisha mfumo wa maisha, na hapa ndipo unajifunza zaidi kuhusu lishe bora kwa ajili ya kuweza kuboresha afya yako. tunaita The Catalog Podcast. na mimi niko hapa kuhakikisha kwamba unapata elimu nzuri na sahihi, na kuhakikisha afya yako inakuwa bora zaidi. Mpaka wakati mwingine, karibu sana kwenye The Catalog.